Yes, mambo vipi mwana sawa sawa digital? Hope uko poa kabisa na kila kitu kinakuwa kinaenda sawa kabisa. Kama nilivyokuambia before, ya kwamba tutakuwa tuna kitu chetu ambacho kitaweza kukujenga katika mindset yako. Lakini pia kuna wanangu wamepoa kwenye eh, smart TV fulani kubwa sana, lakini kuna washikaji wengine wametulia na simu yao janja wanakuwa na poa na sisi kwa sababu wanataka kupata madini ya kueleweka zaidi. Lakini pia niko na mwanangu kabisa hapa. Yeah, eh, ladies and gentlemen, is your boy Askofu Marcel on this one kazini chizi nyumbani baba. Eh, bana, eh, noma sana. Kwa hiyo sana katika mitandao ya kijamii, lakini pia imekuwa ni stori sana iana eh, sehemu mitaani huko kutokana na wasanii wengi kutokana na kile kitu cha kuweza kukopi mtu ana amekopi nyimbo ya msanii ambaye ameshapita miaka ya huko nyuma anakuja kukifanya kwa saivi. Tunajua mpaka saivi ni, takriban ni kama masaa tisa saivi, ngoma ya kwake kionjo fulani hivi ambako kamepatikana mle katika nyimbo ya Kingwendo ambayo ilishapitaga miaka ya nyuma huko, mapepe na vitu vingine kibao mm. Lakini vile vile mwanangu, mm. kuna mwezi huu, yani katikati ya mwezi huu, mwezi huu haujaisha Plata mm -hmm. ameweza kuachia ngoma tatu tayari mpaka sasa hivi tunazungumza. Ya kwanza ina kwa jina la Babu, ya pili Katamu ambaye amenabieni, na sasa hivi ameweza kuachia down. Sasa kwa upande wako wewe kama mtu ambaye pia unafuatilia sana lakini pia ni mdau pia wa sanaa, ni shabiki pia wa muziki mzuri ambao unakuwa unatokea hapa Tanzania. Unafikiri Mondi kuweza kuachia ngoma tatu kwa mfululizo na kuachia ngoma ya down na kuweza kukopi na vitu vingine kama hivyo hapo, Kwa upande wako imekaaje? Uh, of course kwamba Diamond Platinum kwanza ni mkubwa yeah. Diamond Platinum ni mkubwa kulingana na jinsi ambavyo amefanya makubwa kwenye game ya muziki yes, wa Bongo Flava, Kuachilia nyimbo zake tatu kati ya ndani ya mwezi mmoja yeah. E bana kwanza kunaonesha kabisa kwamba yeye ni msanii mkubwa, ni tofauti kabisa na vile ambavyo msanii chipkizi anavyokuja kuweza kuziachilia kwanza siku moja. Pia aliachilia wimbo wa katamu pamoja na babu yeah. ambapo baadhi ya watu wengi sana wakawa na zile misunderstanding kwamba inawezekanaje kwa, kwa msanii kuweza kuachilia wimbo eh, nyimbo mbili katika siku moja, yeah na hii iliweza kuzua mijadala mingi sana lakini mi mwenyewe sikuwa na mashaka kwa sababu ya ukubwa wa Damo Platinum ambao watu wengi washajua kabisa kwamba sasa hivi bana ame tunavyozungumzia Damo Platinum e bana, katika a list e bana musician wa Africa basi uweze ukamwacha. Kwa hiyo e bana ame deserve kuweza kufanya kuachilia nyimbo zake tatu. mm -hmm. na mpaka sasa hivi sioni kama labda pengine ni story kubwa sana ya kuendelea kuizungumzia na pengine labda mm -hmm. mi naziona ni chache ibidi platinum ni mkubwa yani, kwamba mi nachoamini kwamba anaweza hata akarelease mm-hmm. e bana nyimbo tano katika siku moja yeah. Na ukaziona zote zimekaa katika mfululu wa on trending katika mm. mtandao wa YouTube mm. yeah. waban ko ii pandisha na weka ni kuwekea alafu pia platinum pamoja na Harmonize waishawahi kuwa kwenye lebo moja mm. ambapo tunajua kabisa Harmonize alikuwa ni msanii ambaye anatokea pale mm. Sasa unafikiri naye anafanya hivyo naye kutembea na upepo, kwa sababu unajua kwa kawaida kabisa kum, kuzima upepo wa Diamonds inabidi utumie nguvu kubwa sana. Sasa unafikiri kwa upande wa Harmonize, kwa hiki ambacho anakifanya kubebeshana ngoma kama hizi, ikoje hii? Uh, kama ni mdau kuli wa muziki wa Bongo Flava, unajua siku ya Ijumaa ndo imekaa kama ni siku ya kibiashara sana, ki weekend fulani e, yeah. Yani kibiashara zaidi mm -hmm. Yaani kwamba unavyofika siku ya Alhamisi, yes. Usiku wa wa, wa kuamkia e bana Ijumaa waga ndo wasanii wengi sana wana drop nyimbo zao kwa sababu wanajua kabisa weekend zitakuwa ni mkuweza kuwaachilia wimbo siku ya e, Ijumaa. Mm -hmm. Yeah. Iko hivyo eh? Yeah. Noma sana so, siku ya kwanza lakini pia ijumaa imekaa kitulivu tulivu, kiwikendi wikendi fulani hivi, mtu anaenda zake klab nini, bwana kuna ngoma la Mondi limeachiwa down, ni chapia hapo mwingine, ambapo ngoma yake ya harmonize mm. mwingine, sijui mambo mm. ya nyimbo ya Ibra, mambo yote yanakuwa mm. sawa, lakini pia ikumbuke kwamba katika e, msimu huu pia Platinum ni mmoja kati ya watu ambao pia wamekuwa na hatua nyingi sana wanasafiri, wanasafiri, wanasafiri sana mm. na tumeona ikiwa ni, I think ni siku, ni siku ya jana ambapo waenda Paris. Ni jana juzi Uh, usiku wa kuamkia... yeah. Yeah, yeah, alikuwa ametoka London. Yeah, sasa... mm -hmm. Kwenye show ya uh, Chris Brown ilikuwa mm -hmm. Tottenham Hotspur pale, ambapo e, uh, yeye yeah, alikuwa ni kama shabiki tu, na baadhi ya yeah. watu wengi sana waliweza kumponda yeah. Watu, watu, watu sana wengi wameponda sana wakimwona Diamond Platnumz yupo zake pale mm -hmm. akiwa anatazama show kama shabiki na katika upande ambao Platinum alikuwa amesimama bana, kunazo stori za chini chini kwamba, mm-hmm. pale sio kwa sababu e, sio sehemu ya eh, mashabiki wa kawaida so, eh, kasema eh. katika zile VIP unajua kuna utofauti yeah, kwa hiyo eh, zipo za chini chini lakini, yeah. kwa jinsi ambavyo mtu ukiangalia hivi unaona kabisa ni kama vile kajumuika pamoja na mashabiki mm. right? hata mwenye niliona hivyo eh. walimwona eh. kama, kama mtu fulani wa kawaida sana eh. simple Eh, lakini kwangu mimi sijaona kama Diamond Platnumz pale kakosea, unajua eh? Yeah. Na siku zote ukiwa unahitaji kufika mbali lazima uanze kuangalia wale watu ambao walishafika mbali kabla yako, yeah. Unajua Chris Brown yeye ni mmoja kati ya wasanii ambao sasa hivi yuko na namba kubwa, lakini pia dunia nzima, anaweza kaachilia track leo ikaenda viral kinoma noma yeah. E bana, tofauti na vile ambavyo Diamond Platnumz tunajua kwamba ni mkubwa, lakini pia anahitaji kujifunza kwa watu ambao tayari washafanya makubwa kwenye game ya muziki duniani yeah. Na kama unavyojua kwamba Diamond Platnumz sasa hivi kashatoka kimataifa, kashatoka kitaifa, sasa hivi anaangalia kimataifa zaidi so, kipindi ambacho anapambana ana, ana, ana, na kimataifa lazima kwanza aweze kujua ni nani ambaye anakiwasha kinoma noma kimataifa. Na ukimu, ukimzungumzia Chris Brown ni moja kati ya wasanii ambao wanasikilizwa zaidi kimataifa, kwa hiyo kwahiyo Diamond Platnumz kufika kwenye ile show na kuingia kama shabiki kuweza kumwona Chris Brown akiwa na anapanda kwenye stage na kuweza kuona utofauti tofauti tofauti ambao amekuwa akiufanya, e bana, mi nampa big up sana ya yeah, simpondi nampa big up kwa sababu ni msanii ambaye anatamani kujifunza kila siku inapoitolewa, yes. kwa wale ambao wamepata bahati ya kuweza kushuhudia show ya Chris Brown pia tuliweza kuona eh, Davido pia kutoka Nigeria yeah. Anaweza kupanda katika ile stage yeah. na kufanya poa kabisa mm. Kelele zilikuwa ni nyingi. ngoma yake imetoka kuiacha suni tu, alafu mm. amepigiwa simu na mshikaji wake bwana Chris mm. Breeze, Chris Brown kuweza kwenda eh, kufanya show sasa yeah. kwa upande wako unafikiri eh, ile connection ya Davido na Chris Brown kwa upande wa Platnumz hmm. Nini kinahitajika kwamba Platnumz na ile iweze kuvuka kimataifa zaidi hmm. Ni inabidi atafute ka upenyo fulani hivi ka kufanya ngoma na Chris Brown ili nayo iweze kuondoka zaidi, au ndo tunaleta tu ziweze kuendelea kujifunza kwenda kwenye show, unaangalia? Au kuna kitu inabidi Platnumz kufanya au kuweza kutoa ngoma na Chris Brown? Uh, Diamond Platnumz mpaka sasa hivi mimi naweza nikasema kwamba jinsi ambavyo anaonekana akiwa pamoja na masta wenzake ni moja kati ya vitu ambavyo vinaonekana vinasababisha yeye mwenyewe kwenda viral zaidi. Kwa nini? Kwa sababu fahamu kwamba Diamond Platinum siku za nyuma kidogo aliweza kufanya kazi pamoja na Davido, yeah. na kolabo hiyo hapo pengine labda ndio iliweza kumtambulisha kimataifa zaidi. So kupitia labda pengine upenyo huo huo ambao Diamond Platnumz alikuwa nao, yani kwamba aliweza kupita naye Davido. Ila baadaye tu ni kwamba kwa sababu ile love jamaa akamwoa kufanya muziki kwa sababu wote watoka Afrika. So kwa upande wa Diamond, kama vile Davido ana tunaishi kwenye anaweza kwamba labda pengine anaweza kumtumia Davido, yes. Then baadaye Davido yeye akazungumza kidogo na Chris Brown. Hivi kumapproach msanii bwana, mimi hapa ni, ni msanii natokea zangu East Africa, nataka kufanya kolabo na wewe msanii kutoka Marekani yani, yeah. yani, hivi tu kawaida inaweza ikawa sio rahisi Umeona yeah. lakini kwa Diamond Platnumz kuweza kumtumia msanii mwenzake ambaye ashakutana na Chris Brown, mm. ni rahisi umeona. tukimalizia mm -hmm. eh. tu kwa engo hiyo, kabla hatujaenda Paris kule kwa sasahivi ambako pia yuko kwenye maswala mazima ya mafashion, makina Beyonce walikuwa huko yeah. wasanii kibao wako huko, kwa kumalizia tu huko huku London kwanza, moja kati ya show ambazo pia tua yake ambayo amekwisha kuianza eh, ni tarehe tu za mwanzoni mwanzoni za huu mwezi I think kwenye tarehe tarehe nane tisa hivi ndio aliweza kuondoka Bongo kwa sababu mm, alikuwa na show ile, ni kwenye tarehe kumi na kitu, tarehe kumi na tatu I think so mm, alikuwa na show yake pale Albert, Royal, eh, al Albert eh, hall, Royal, Albert Hall. Yeah. ni moja kati ya kumbi ambazo pia kwa eh, kwa takwimu za kawaida ule ukumbi unaweza kuchukua watu elfu tano mia mbili sabini na tisa lakini imagine platinums aliweza kujaza mm, zaidi ya watu elfu tano hapo hapo ni, ni, ni, kwamba kwa ukumbi unachukua watu elfu tano mm, mia mbili sabini na tisa, hapo ndo unakuwa full house yani hapo hakuna hata pa kusimama, lakini platinums aliweza kujaza watu zaidi ya elfu tano mm, kwao, hata kama itakuwa ni elfu tano na ishirini elfu tano na sabini hiyo tunaweza tu tukasema ni full house, kwa sababu uwezi ukasema kwamba ukumbi labda unabeba watu mia ishirini mm, wakafika labda watu mia na kumi kwamba ukumbi ndo tunaweza tukasema sasa kutokana na hii show, mauzo yake pia inasemekana ina kwamba kwa pesa ambayo yalipwa pale, ikaweza kumsababisha yeye kwenda ku, ku, zunguka sehemu tofauti tofauti, na promota ambaye pia aliweza kumsaidia kumpeleka ku, ku, kule ni mshikaji ambaye anatokea Nigeria. Lakini pia kumekuwa kuna story nyingi, hata wewe mtazamaji ambaye unafuatilia kwamba mara baada ya Platinum kuweza kufika katika show yake huko London kuf... Fanya show kule Manchester eh, kafanya kule show ya mwisho kamalizia Scotland, Scotland, Scotland. Scotland. Yeah. Na promoter ambaye amempeleka kule ni Nigeria. Comment zimekuwa ni nyingi sana kwa Nigeria kwa mshikaji kwamba ni kwa nini amemwita Platinum sa wakati eh, kuna kuna wasanii wengi sana wa muziki ambao wanapatikana Nigeria na kuweza kuwafikisha kule. Kwa upande wako wa Askofu bana mm. Platnumz kwa nini amekuwa ni msanii ambaye ameweza kupendwa na mshikaji, promoters ambao ameenda kule, ambapo pia inasemekana ni moja kati wa ya wasanii ambao amewaingizia mapato makubwa. Unafikiri ni sahihi kwa promoter kuweza kukifanya hiki, kuweza kubeba vipaji vya kutoka kwa Afrika Mashariki kina Platnumz kina nani na watu wengi kuweza kumtukana? Wamemtukana sana mshikaji kwamba huyu jamaa kama hapendi vya kwetu Nigeria, ameanza kupendwa wasanii kutokea huku Tanzania. Kwa upande wako wewe unaiwekaje hii, mfuatiliaji kama shabiki, lakini pia kwa kama, eh, ujumla? Uh, kumponda kumponda promota, yeah, kwamba yeye asapoti vya kule kwao. mm -hmm, ana supporti vya Tanzania yeah. Unajua muziki ni biashara unajua, mm, yaani muziki ni biashara. Mimi naweza nikafanya na msanii yoyote kutoka nchi yoyote, yes, it doesn't matter kwamba yeye ni promota, uh, ni, ni, ni, ni, promoter, mm -hmm, ni producer. Yeah. Kikubwa mziki huende viral, yeah. Kwa hiyo mimi sioni kama labda pengine ni haki kuweza kumtukana promota ambaye anatoka Nigeria yeah. Kufanya kazi na msanii yeah. Wa Tanzania yeah. Yeah, mimi naona kabisa kwamba Diamond Platinum kwanza nimpongeze, unajua kwa ujaza e bana kule eh, London, Royal Albert so, Hall. Eh, ukisema kwamba kwa namba ya watu 5000 na hivi ukasema ni simple tu. E bana, kama ni simple kajaze wewe. Unajua eh, kama ni simple kajaze wewe. Yaani yule pale mshikaji kwanza inahitaji heshima apate ya kutosha msanii eh, msanii nazungumzia yeah, Damo Platinum, okay. Yani licha ya kwamba pia promoter naye mwenyewe amefanya jitihada zake binafsi yeah, yeah tuna appreciate kwa hicho, ni kwamba Damo Platinum inabidi apate bana heshima yake mm, kama msanii kwa sababu kwanza amepiga show tatu mfululizo Yeah. As kama ulivyotuambia hapo Royal Albert yeah. Hall yeah. Manchester, Manchester Academy lakini laki pia Scotland yeah. Chizi ajapumzika si unanielewa? eh, show, hey. Show tatu mfululizo mm -hmm. ajapumzika mm -hmm. ameweza kuonekana katika media tofauti tofauti y yeah. yeah? huku ameweza kuonekana katika, uh, pale PMC, ameweza kuonekana Fox 5, yeah. Ameweza kuonekana Audio Mark, yeah. Ameweza kuonekana pia pale, uh, yeah, katika YouTube, ofisi za YouTube, yeah, YouTube pia kachukua, akipokea, kachukua pia tuzo. Uh, tuzo yake, yeah, pale ya, yeah, kuweza kufikisha subscribers milioni kumi. Milioni kumi. Yeah. Na kipindi ambacho hapo nyuma tulikuwa tunamzungumzia Davido. Mm-hmm. Davido yeye of course ni msanii mkubwa na tunamheshimu, na mafanikio, eh, na, na anayo mafanikio, lakini pia kwa Diamond Platnumz, mm-hmm, kachwa mbali sana kwenye upande mzima subscribers, yes. Diamond Platnumz ana subscribers milioni kumi, lakini pia kwa Davido yuko nyuma sana. Mm-hmm. Na yeah, a hivi yeah. Sasa hapo ndipo ambapo utajua kwamba utofauti mm, wa Damo Platinum na Davido uko wapi? Umeone? mm -hmm. yeah. Sasa kwa jinsi ambavyo ulivyokuwa unazungumza hapo huyo promota yeah. ambaye eh, ameonekana kwamba kushushiwa heshima mm -hmm. eh, na watu wa Nigeria mashabiki kwamba eh, ameshindwa kusapoti vya huko Nigeria mm -hmm. wameweza kumkosea sana. Yeah. Hii ni biashara ya muziki na lazima ikue. Yaani naweza nikafanya na msanii yoyote ambaye yupo katika nchi yoyote yeah. Kikubwa ni kwamba biashara iweze kwenda mbali, inaweza kwenda yeah, yeah, mbali, lakini pia hata mwenyewe yeah, mshikaji, licha ya matusi yote, licha ya kuvamiwa sana kwenye mitandao ya jamii, akaja kufunguka kwamba hajawahi kupata pesa nyingi zaidi ya kutoka msanii kutoka Nigeria akampeleka pale kama aliyopata pesa kutoka kwa Platnumz. Umeona ukija kuconnect hivyo vitu viwili yeah, unaweza ukaona ni What kind of msanii kutokea huko Bongo Tanzania. Yabana, tuna haki pia ya kuweza kujisifia mm. Mm. E, ukiacha ushabiki mm. ukiacha kila kitu chochote kuhusiana na platinums mm. bana, kwa hii anastahili sana kupata heshima yeah. lakini ukizungumzia about show ya, ya huko London, baada ya kumaliza mshikaji mm. aliweza kukwea ndege na kuweza kuelekea kule kwenda kule Marekani, mm. Marekani. akaonekana mara anazunguka yuko huku yeah. ndinga, unaambiwa anachukua ndinga kali unaambiwa, kwa siku analipa milioni nne gari moja yeah. e, kwa kutembelea tuna alishaenda na kundi lake na madansa, yuko na mama yake mzazi, yuko na kina Esma, yuko na kina Baba Levo mm. wote pia wanataka huduma kutokea kwake. Pesa anakuwa anazitumia nyingi na kuweza mm. kufanya show katika eh, yeah, Hot 97 jam, way, Summer Jam. Uh, mm -hmm, kwa upande wa Damo Platinum yeah. Kwanza eh, unajua baada ya kuweza kumaliza show yake ambazo ilikuwa ni tour ile yeah. aliweza kuitangaza yeah. Yeah na kuweza kupiga mfululizo kama nilivyokwambia hapo yeah. Ile Hot 97 Summer Jam kwanza iliweza kuwafanya Watanzania wengi sana kuamini kabisa kwamba kumbe mm. mziki wetu wa bongo unasikilizwa sana yeah. Ebana, hata kipande cha Marekani, lakini tu <laughs> watu kuto kupata nafasi, au wasanii yeah. kuweza kufika kule. Namnuku Baba Levo, Baba Levo alishakuzungumza kwamba eh, Diamond Platnumz aliweza kuonesha ukubwa wake yeah. Baada ya kuweza kuonekana kwamba eh, katika tamasha la mm -hmm. muziki wa hip hop yeah. Unaona kwenda kuperform kwenda kumuimbisha mufeng. Eh, <laughs> eh muimbisha mzungu eh, bana yope no, lakini yeah. Pia kuweza kumuimbisha nyimbo tofauti tofauti ambazo alipanda nazo kwenye stage yeah. Eh, bana ni jambo ambalo liweza kushangaza watu wengi sana mm -hmm. Fahamu kwamba pia pale kwenye stage aliweza kupanda eh, master waliweza kupanda master tofauti tofauti kama yeah. Vile Ashake mm -hmm. eh, bana Tyler yeah, yeah. Umeona Mm -hmm. sasa The way ambavyo Damo Platinum aliweza kupokelewa yeah. Ni tofauti kabisa, okay, na mod, eh, vibe, uh, e, vibe. The way ambavyo mshikaji kwanza alikuwa anaimbishe ile left and light mm -hmm. bana the way ambavyo alivyokuwa nawadrive mm. bana iliweza kuonekana kabisa kwamba Damo Platinum anahitajika aweze kupata heshima eh, ambayo ni tofauti kabisa ambavyo wabongo wamekuwa wakimchukulia poa bana kumuwashisha simu sim, yeah. mm. kitu, kitu pia watu wengi, wengi kutokea huko Tanzania licha ya Tanzania. mm. yeah. mbali na hapo tu yeah. unajua Kiswahili kimeanza kuenezwa ne, kue mm. unajua Marekani yeah. kupitia hata huo mziki ambao Diamond Platnumz ameenda kuperform pale kwenye Hot 97 Summer Jam unajua. mm. mm. neno awote mm. limekuwa likitumika sana kwenye stage umeona ile arad, wote RJ arad, eh, ni ya, kama mdondoko wake, lakini uh -huh. Ile Double Platinum anavyopanda kwenye stage nimeona mara kadhaa akiwa anasema kwamba anaimbisha watu wote mm -hmm. Sasa ile wote, kuna baadhi ya watu ambao nimeona sasa hivi ukipita wakipitapita kwenye mitandao ya kijamii yeah. Ma DJs wa Marekani wamekuwa wakitumia hilo neno wote Umeona? Yeah. Yani kama vile kuwavaibisha watu wote sasa waanze kuruka pamoja mm hiyo -hmm. Yeah. hata pia Kiswahili kinaanza kupenya katika mm -hmm. bana kumbi tofauti tofauti za huko Marekani kupitia hata hiyo show ambayo Damo Platinum ametoka kuifanya mshikaji anafahamika kwa jina la DJ DJ DJ AG online. Online. Yeah, mshikaji kwanza, ni yani, kiukweli kabisa, mimi kama mimi nikianza yani, na mimi Yule mshikaji baada ya kupitia page yake, kwanza ana followers wachache o, yeah. Amezidiwa na wasanii wengi, hata kuna baadhi ya watu tu wa kawaida wana followers mmoja wako tu kamzidi. Yaani, kiufupi ni kwamba ana milioni mbili saizu, ah, yeah, yeah, yeah. Na, ana K kama sio kwenye themanini ah, Eh, laki tano elfu hamsini na tano anamwita star mm. Diamond Platnumz mwenye followers zaidi ya milioni kumi na nane yeah. Anamwita aje kuperform mtaani, barabarani, e bana, barabarani hivi. Imekuwa kwa wewe Mtanzania ambaye pia unatufuatia sisi kama Sawa Sawa Digital e bana, usichoke mambo ni mengi sana, vitu vingi sana pia tunavyo kutokea hapa hapa HQ za Sawa Sawa Digital. Endelea ku drop comment yako hapo kutoka na kile kitu chote ambacho tunakuwa tunakiongea. Ukimfuatilia huyo mshikaji, ukiandika tu kwenye Instagram yako pale, ukiangalia kwenye page yake ya Instagram show ambazo ana anazifanya pale, unaweza ukasema kwamba ni yule mshikaji mshikaji amenda zake tu tu pale Kariako, akachukua wauni tu kaza akaweka muziki akafanya. Lakini lakini pia kuna baadhi ya madijiz hapa Tanzania wamekuwa wakifanya, lakini hawaifanyi kuna kwa namna ambayo yeye anakuwa anaifanya ana mimi kwa mindset yangu ilivyokuwa, sijui ni ndogo, sijui ni kubwa, mara ya kwanza nilivyoona ile, ile post yeah, sikuamini kwamba kama Platnumz ataweza kwenda ku ile show. Kutokana na the ni makubwa pia kwa upande wa mashabiki na watu wengine, e, ambao mm. Akaweza kufanikiwa kutoka tena Marekani, Eh, mm. London kuweza mm. kufanya ile show the way ambao watu wameipokea wa Marekani ambao wa, wa, wa, wa Uingereza kule London wamepokea kwa ukubwa zaidi. Kuna mm. baadhi ya Watanzania pia, ambao pia wameweza kuifuatilia kwa upande wako, mm. unavyoona ile show wewe, ulichukuliaje? Yani ulichukuliaje kwa namna ya performance, au kitu ambacho kifanya, arudi kule kwamba ni do no, tunaweza kusema pesa zilimrudisha kule, mm. kutokana na kile ambacho amekifanya au ni ile saa kuendelea kutafuta fame ya mashabiki kutokea nchini Uingereza. Yani kwanza unaambiwa ili mziki wako uweze kwenda viral yeah. Kama ni msanii mm -hmm. Ukiwa unaimba lazima kwanza ukubalike e, mtaani kwako mm -hmm. Ukishatoka mtaani ufike mikoani yeah. Then baadaye ufike sasa Tanzania yote kwa ujumla mm -hmm. Then baadaye ndo ufike kimataifa kabla hujaendelea hapo hapo kwanza sikofu, ukimsikiliza Mboso bana, kuna interview ameweza kuifanya siku ya jana e, na kitu kimoja kikubwa sana cha habari kutokea hapa Tanzania na e, alisema hivyo hivyo, kuna kuwa kumekuwa kuna comments nyingi, yani watu wanamforce Mboso kwamba mbona utoi ngoma kimataifa? Mm. alijibu jibu moja tu kwamba siwezi kutoa ngoma kimataifa wakati ndo kwanza nimetoka e, kwenye label lakini mm. pia na nimeanza kujitafuta mimi kama solo artist yeah. so siwezi kuanza kutoa ngoma za kimataifa wakati nyumbani mm. bado hawajajua uwezo wangu mimi kwa sababu yeah. unajua before alikuwa anabaki kwamba akitaka kushuti kila kitu kipo mm. WCB nagaramikia. Kwa sasahivi yeye kama msanii solo artist mm. amesema, jibu lilikuwa ni zuri sana kwamba siwezi kuanza kwenda kimataifa kwa sasahivi moja kwa moja, wakati hapa hapa ndani bado watu, bado hawajajua uwezo wangu nikiwa mimi najitegemea, na hapo nikataka tu kuiweka tu hiyo sawa. yeah, yes. turudi sasa kwa Diamond Platnumz. unajua yeah. Diamond Platnumz kwa bongo ni mkubwa yeah. ila kwa huko nchi za wenzetu mm. bado bado. Nikitaka kusema hivi mm. ni kwamba Diamond Platinum yeye anatengeneza jina kupitia watu ambao wapo katika mitandao tofauti huko Marekani, London, London na hata yeah. Hiyo tour yake pia ambayo ameenda kuifanya huko imeweza mm -hmm. kumtambulisha. Pengine watu wengi walikuwa wanamjua tu Diamond Platinum the way ambavyo amekuwa akitrend katika mitandao tofauti tofauti yeah. Yeah. Ila lakini ni kukutana na mashabiki wake ambao wapo mtaani. Kumbe, kuna watu wengine unajua wapo wapo na kiswanswadu hivi mm. Umeona nikisema kiswanswadu maana yake inamaanisha si mdogo simu, ehe eh, wapo kijijini huko wanatamani kumuona Damo Platinum yeah. anamsikiliza kila siku kwenye simu wakiwa wameweka sikioni tu hivyo yeah. kumuona sasa, kwa upande wa Damo Platinum kuweza kuperform huko London yeah. ni kama vile alikuwa anataka kukutana na mashabiki wake wa mtaani right, lakini yeah. pia nikitaka tu ni, kuku, eh, ni kurudishe nyuma kidogo yeah. DJ AG online ni mdogo kwa namba yeah. lakini pia ni mkubwa kwa kuna, eh, yani kwa umaarufu ambayo yeah. yuko nao yeah. eh, DJ AG online yuko na followers laki tano lakini pia Diamond Platnumz ana followers milioni 18. yes. utaweza kujiuliza kwamba huyu anawezaje kumpush Diamond Platnumz kuweza kufika mbali hey, anampelekaje mbali anampelekaje mbali anampelekaje mbali anampelekaje mbali, lakini yes. kitu ambacho nataka nikukumbushe ni kwamba kupitia jinsi ambavyo performance DJ AG online amekuwa kizifanya akiwaita ma, eh, mastaa tofauti tofauti waje kuperform kupitia show zake. Aliweza kuwaita mastaa tofauti tofauti hapo nyuma na wameshafanya vizuri na wameshafanya maajabu makubwa kwenye game ya muziki duniani. mm -hmm, kama vile Ed Sheeran alishawahi kuperform eh, bana mitaani tu akiwa pamoja na DJ AG online umeone, ambaye huyo Ed Sheeran ambaye tunamzungumzia sasa hivi, jumla ya viewers wote wa Diamond Platinum ukiwajumulisha tangia Diamond Platnumz ameanza ameweza muziki, muziki mpaka sasa hivi ameweza kuachilia track moja tu ambayo imeweza kubeba jumla ya viewers wote ambao Diamond Platnumz yuko nao Ed Sheeran na, na ameweza kufanya show na mshikaji barabarani eh, na ameweza kufanya show na DJ AG online barabarani noma sana. Tukiachana na Diamond Platnumz sio huyo tu. Yeah. Kuna Wizkid yeah. Ashe kufanya performance pamoja na DJ AG online, mm -hmm. Sio huyo eh, tu, lakini pia Burna Boy ashe mm -hmm. kufanya performance pamoja na DJ AG online. Yeah. Kwa hiyo udogo wa namba ambao yuko nao DJ AG online sio kikwazo cha Diamond Platnumz kutokufanya show pamoja na yeye eh, DJ AG online akiwa mtaani. Kwa hiyo watu wengi sana pengine waliponda sana kumwona Damo Platinum <laughs> yupo zake akiwa anafanya show, show, barabarani eh, eh. akiwa anafanya show barabarani mm. Kitu ambacho watu wengi sana walikuwa na mijadala mingi sana. Kwa hiyo eh, DJ AG online ni mkubwa mm. Usimchukulie poa, Aya ni mkubwa kwa sababu ya vile ambavyo amekuwa akiwakutanisha mm. Eh, bana mastaa na mashabiki wake wa mtaani mm. Amekuwa akifunga barabara mm. eh, za miji ya tofauti tofauti, London kule anafunga barabara, barabara nini yeah. Eh, baadaye watu wanakuja kuperform pale kubwa noma sana yeah. Eh, na mara baada ya kuweza kuperform show hiyo, stories gani nyingi, kwamba bana Platinum sasa hivi ashamaliza kila kitu, inabidi arudi maskani kwa Zuhula Zuchu baby yeah. Anamsubiri huku yeah. Eh, lakini sasa eh, bana baada ya kutoka kwenye show watu wengi kweli walikuwa wanategemea yeah, kwamba atarudi maskani, lakini tumeona katoka tena kwenye show ya mshikaji, kaweza kwenda Paris Ufaransa ambako yeah. mpaka sasa hivi tunavyoongea mimi na wewe wako Paris Ufaransa, na siku ya juzi ile kwa mkia jana ameonekana eh, kwenye hayo matamasha ambayo yanaonekana kule masuala ya fashion, fashion yapi? Hata mwaka jana pia kuna kuna picha ziliweza kupostiwa ziliweza ku alizipost mwenyewe kwanza kupitia kurasa wake, alikuwa amevaa mkoti fulani hivi kama ukumbuka E, umejaa sana mnene, alafu na midudu fulani hivi mikubwa sana kwa wale ambao pia wamefuatilia Platinums, ukipita kwenye page yake utaiona. Alikuwa amekula sana na mi, miwani yake fulani hivi mieusi, lakini pia e, siku hiyo ya juzi alikutana na washikaji zake kibao tena, kama kina David pia alichokutana naye Marekani kwenye show ya Summer Jam kama uh, not Summer Jam show ambayo Davido alikuwa anafanya na Chris Brown Tottenham Hotspur eh, kule. Eh, yeah. Yes. Alipofika kule Paris pia wameweza kukutana wasanii kibao kina BN wako kule, Davido yuko kule, kina Adekunle yupo kule, pia kina Stone pia na wenyewe walikuwa ni moja kati ya wasanii ambao wako kule. Kulikuwa kuna utani ambao pia unaendelea endelea yeah. pale yeah. mpaka sasa hivi hivi Diamond ana watoto wa, wa, watoto wa ni wanne ambao wanafahamika, unajua kuna Tifa, Nilan, Nasib Junior na Nilan. Sasa mshikaji kaja kunishtua kwamba yeye anakuambia nataka, anahitaji watoto kumi. Watoto kumi. Imagine <laughs> kwa, <laughs> watu wengi, kwa kwa, unajua, kwa watu wengi Platinum, kwa watu wengi, kwa upande wangu naona ni kitu kidogo kwamba sio, yeah. kwamba atashindwa kuwalea yeah. au atashindwa kuwasomesha. Pesa ipo, pesa ipo, kila yeah. kitu kipo, lakini kwa namna watu wanaweza kujiuliza Msanii watoto kumi yeah. i inakuwa kama inakuwa ni nzito ni, ni, sana. Sasa kwa maoni yako wewe kama mtazamaji wa sawa sawa digital drop comment yako hapo kwamba Platinum bwana yeye anakuambia anataka watoto kumi. Jumlisha yeah. jumlisha wangapi wanne ambao, yuko nao wanne ambao wanafahamika Lakini kuna kipindi na, unajua yeah. Damo Platinum alishii kutuambiaga kwamba mm ana mtoto yuko Mwanza mm, na ni mkubwa tu, lakini sasa hivi ni kwamba taarifa ambazo tuko nazo ambazo zinafahamika kabisa ni kwamba Diamond Platinum watoto wake ambao wanafahamika ni watoto wanne ambao wamezaa na wamama watatu tofauti. Sasa kwa upande wa Diamond Platinum, kwanza umri unaruhusu Umeona, pesa inaruhusu kwa hiyo labda rosu. pengine alikuwa anazungumza katika hali ya utani mm -hmm. lakini pengine labda anaweza akafanya makubwa zaidi mm. baadaye mm. akawa na mm. watoto kumi kama ilivyo sana kwa, kwa jinsi ambavyo Platinum na asila na, na maisha ya muziki yeah, kuongeza mtoto kauli ambayo umekuwa umesema ni, ni swala la utani okay, lakini kama itakuwa ni kweli pia zitakuwa ni blessing pia zote. Sasa Platinum yamefanya show nyingi sana mm. mara London mara nini toka ondoke eh, mpaka sasa hivi yuko kule Paris. Eh, Paris. Kini unajua hili, hata, hata, hata yule BN, yeah? mm -hmm. BN, uh, alitangulia kwanza paleya kwa yeah. al, ya Beyonce, ya Beyonce, ya alikuwa ametangulia pale kwa maanake, wakina Damo Platinum pamoja labda Mn. na Davido walimkuta mm. e, alikuwa ametangulia kule. Unajua sio Damo Platinum tu peke yake ambaye anaingia kama shabiki kwa ajili ya kuweza kumtazama eh, msanii mwenzake mkubwa akiwa na perform Yani, kwa upande wa wan yeye alikuwa mm. pamoja na mke wake yes, walitangulia pale katika Ajitilo, wa... walisafiri siku eh, mbili kabla eh, ya show yeah, walitangulia pale wakawa wameingia kwa ajili ya kuweza kuona e bana, kipindi ambacho eh, Beyonce alikuwa yupo katika ziara mm. ya kutambulisha eh, albamu yake ambayo inafahamika kwa jina la Cowboy Carter yeah. ambayo hiyo eh, albamu yake amekuwa akitambulisha katika uwanja huo huo mmoja mm. siku tatu mfululizo no, yani mm -hmm. ni kwamba watu wanajaa, watu takriban elfu themanini katika uh, show moja mm. Then baadaye siku ya kesho mm. anajaza watu tena elfu themanini no, siku masali. tena ya kesho kutwa anajaza watu elfu themanini na of course, ni kwamba kwa jinsi ambavyo taarifa zangu jinsi ambavyo ambavyo nimechimba chimba mm. nimepata uh, taarifa kwamba e bana siku zote ambazo alikuwa nazo show show yake ya uh, uh, Cowboy Carter, Beyonce aliweza mm. kujaza show watu walikuwa wapo full house e, bana, sold out ilikuwa imeshatamatika kabisa, yani watu walikuwa wamejaa pale siku zote mfululizo ya, watu walikuwa wamejaa sana yani, siku tatu mfululizo watu full house walikuwa full house kwa e, hiyo hata BNP mm, alikuwa kwa sababu ya kuweza kuona show mm, ya Beyonce ambayo ilikuwa inafanyika mm, pale Paris eh

Platinum ameweza kusafiri na madansa wake hiyo yeah. mimi sina doubts kwa upande yeah. wangu yeah. ameweza kusafiri na familia pamoja kipindi ambacho lakini ipo kwenye tour yeah, kwenye tour yeah, yeah, ya kwake ya Diamond Platinum yeah, huko ya, ya kule London. Amesafiri na Esma ambaye ni dada yake. Tunaamini yeah, yeah, tunaweza kusema kweli yule sister anaweza kukupa support. Lakini pia mama mzazi, tunaweza kusema mama mzazi pia akiwa anashuhudia mwanae anakuwa anafanya vitu, baraka pia zinakuwa ni kubwa. Lakini pia madansa wake pia nao kama ni madansers, lakini pia tembea na mshikaji wa Digitals kutoka pale eh, Wasafi kwenye kituo chake tunaweza tukasema yupo katika upande wa mzima wa kushuti kutengeneza content na vitu vingine kibao.